Jeshi la polisi nchini limeanza kutoa mafunzo maalum kwa askari wake kujifunza mbinu mpya za kulinda raia na mali zake pamoja na namna ya kujihami dhidi ya wahalifu wanaovamia vituo vya polisi na kuua askari na kupora silaha. Mwandishi wetu Joseph Chuala ameshuhudia uzinduzi wa mafunzo hayo na hii hapa ni taarifa yake. Askari polisi Mkoa wa Pwani wakiwa kwenye mafunzo maalumu ya kujifunza namna ya kukabiliana na uhalifu wa kutumia silaha pamoja na kujihami dhidi ya watu wanaovamia vituo vya polisi, kuua askari na kupora silaha. Kamanda wa polisi wa Mkoa wa Pwani, Kamishna Msaidizi Jafari Ibrahim, ndiye anayezindua mafunzo haya. Akizungumza mara baada ya kuzindua mafunzo hayo, kamanda Jafari amesema lengo la mafunzo hayo ni kuwajengea askari ujasiri na ukakamavu wa kulinda raia na mali zao pamoja na kudhibiti vitendo vya uhalifu wa kutumia silaha ambavyo vinaibuka kwa kasi kubwa kipindi hichi. Wenyewe mnafahamu kumezuka vile vijambazi vinavyotumia silaha, wanavamia vituo vya polisi, wanapiga askari wetu. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wa kujua matumizi sahihi ya silaha, tuweze kuitumia ipasavyo na kwa ujasiri. Kwa hiyo haya mazoezi yanalenga e, e, malengo hayo ya kutumia silaha ipasavyo na kwa ujasiri. Vile vijamaa vikija na silaha zao, unatulia, unajua ufanye nini unapiga kwa utulivu na kwa usahihi, unalenga kichwa au kifua. Eh, akishakuja na silaha, haya ni mapambano. Kwa hiyo inabidi uwe jasiri na uwe timamu kuitumia silaha vizuri, ndio hasa madhumuni ya, ya mazoezi haya. Amesema mafunzo hayo yatatolewa kwa awamu mbalimbali na kila askari atapata fursa ya kujifunza namna ya kutumia silaha mbalimbali -mbali. Pamoja na kujifunza kulenga shabaha. E, leo tunaanza hapa wilaya ya Rufiji. Hapa Ikwiriri watakuwa wapo askari wa Rufiji na Mkuranga. Lakini zoezi hili ni la mkoa mzima. Tutaendelea na wilaya zingine. Kisarawe, Mafia, Kibaha, Bagamoyo, na, na Chalinze. Nyuma yangu ni askari polisi ambao wako kwenye mafunzo ya kujifunza namna kukabiliana na uhalifu. Mafunzo haya yanafanyika kufuatia kuibuka kwa wimbi la majambazi ambao wanavamia vituo vya polisi na kuua askari na kupora silaha. Kutoka hapa Rufiji, mimi ni Joseph Chewale wa TBC si.